Kara, hapa ni mwiko, kazi ni kama ibada. Hapa ni kata ya Kiwira, wilaya ya Rungwe, mkoa ni Mbeya. Huyu ni diwani wa kata hii lake jina Christopher Mwangomango, maarufu kwa jina la Kininja. Utajiuliza anafanya nini? Anatoa mitaji kwa makundi ya wanawake wauza mboga mboga na mafundi seremara, pesa ambazo zimetoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini la kijina Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, ukipenda mwite Patrick Mwalunenge. Ahadi umepata, ndugu Kininja, karibu. Ndaga ndaga, majina yangu naitwa Christopher Binara Mwango Mango, lakini pia ndiye diwani wa kata hii ya Kiwira. Leo nimefika mahala hapa kwa wafanyabiashara wa mbogamboga Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, ndugu Patrick Mwalunenge alipita eneo hili la Kiwira, alizungumza na wananchi wa kata ya Kiwira, lakini aliahidi makundi mbalimbali kwamba ataweza kuwashika mkono. Ninapozungumza hapa, nimetoka kwenye kundi la mafundi seremara, nimeenda kukabidhi kiasi cha fedha alichoahidi. Lakini pia natoka hapa naenda kwa mamachinga, kwenda kukabidhi kiasi cha fedha alichoahidi Leo hii wauza mbogamboga, mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Mbeya ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini amewakumbuka kuja kuwasapoti, lakini mimi nimekuja kama diwani wa eneo hili na wakabidhi kiasi hiki cha fedha, ambapo sasa yeye atakuja. Naomba nikabidhi fedha. Asante no, sana lakini, ningeomba kwamba nimpe nafasi aweze kuzungumza na kushukuru, ambaye ni mwenyekiti wa eneo hili la wafanyabiashara wa mboga mboga. Karibu sana mama yangu Samanjela. <coughs> <coughs>

Fata nafasi ya kuja atakuja kuwatembelea yeye mwenyewe eneo hili hili, akiu kiwaahidi mafundi serikali kwa sababu kiasi cha shilingi milioni tatu. Nimepokea simu kutoka kwake kwamba niende kuifuatilie ile ahadi kuichukua na kuileta kwenu. Inakiri kwamba hapa nimepokea pesa kutoka kwa mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Mbeya, basi Patrick Mwalunenge ili niweze kuwakabidhi kama alivyo waahidi siku ya Kiwira alipopita. Kwa naomba ni mkabidhi mwenyekiti wa kituo hiki kiasi cha shilingi milioni 3.

lakini mara hapa, katika kijiwe hiki ni eneo la kata ya Kiwira, kijiji cha Mpandapanda, lakini kitongoji cha Kiwira Kati nimeongozana na mwenyekiti wa kitongoji cha Kiwira Kati. Labda kama atakuwa na neno karibu, mwenyekiti wa kitongoji cha Kiwira Kati. Asante mheshimiwa Diwani, nami ni shukuru sana kwanza, kijua viki ka jambo lilaka imewatokea iwashukuru pia kwa uvumilivu wote niliokimia na amashukuru pia kwa mheshimiwa Mwalunenge kwamba aliahi na habi ake aleza vizuri, nishukuru pia kwa mheshimiwa pia Diwani kwa muda mfupi amaweza kufuatia hili jambo limefuatiliwa na mpaka akisha kupata kukabidhi kwa uaminifu. Nashukuru sana mweshimia jiani kwa uaminifu, wamwenyekiti nashukuru sana kwa uaminifuwasaneisan Ndugu e, zangu mwamatinga, mimi jina langu naitwa Kristofa Binala Mwangomango, lakini pia jiziawakata <coughs> wa hii yasimila. Leo nimefika mahala hapa kuja kuleta ahadi ya mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Juzi alipita eneo hili, aliahidi makundi mbalimbali kuweza kuyafikia hivi leo nimetoka eneo la makundi Selemara kwenda kukabidhi kiasi cha fedha alichoahidi. Mara pale, leo nimetoka pale kwa wamama wa mbogamboga nimeenda kukabidhi hicho kiasi cha fedha alichoahidi pale. Leo nimefika kwenu nyie wa mati kwamba kuja kuleta ile ahadi ya mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Mbeya, lakini pia mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, ndugu Pastiki wa Rugenge. Mimi kama diwani wa eneo hili nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya kwa kuendelea kutujali kama wananchi wetu wa kata ya Kiwira, pia kuwajali wananchi wangu wa kata ya Kiwira. Lakini mheshimiwa, wananchi hawa wana imani sana na serikali ya mama Samia. Tunaomba tuendelee kukumbukwa kama vijana. Kiwira ni kata ambayo ina vijana wengi sana, kwa hiyo tunahitaji sapoti zenu viongozi. Kwa leo nimekuja ili kuweza kumkabidhi kiongozi wa wamachinga Kiwira madukani. Kiongozi wa machinga, naomba nikukabidhi kile kiasi cha fedha fedha. Asante sana. Kwa hiyo nimpe msemaji wenu nafasi kwa ajili ya kushukuru kwa hili, kwa majina anaitwa Julius Julisaana, ni msemaji wa kikundi cha machinga Kiwira. Tunashukuru mheshimiwa Mwalunenge kwa kutufikia wamachinga Kiwira, kwa sababu hii fursa ilikuwa inatupita. Wenzetu walikuwa wanafikiwa mara kwa mara vikundi tofauti, lakini sisi haikuwahi kutufikia. Kwa hiyo tunashukuru, lakini tuna mengi ambayo tunaamini kwamba utatusaidia. Tuna imani na serikali ya mama Samia, tunaomba utufikie kwa kila ambacho tutakuwa na uhitaji nacho. Asante, tunashukuru kama machinga Kiwira. Hii ni Nyikani TV Afrika, na langu jina Godoni Kalurunga Mwipungu, kutoka hapa mkoa wa Mbeya, ardhi ya watu wanyofu.